Wataalamu wa masuala ya uchumi nchini Tanzania wameonya kuhusu athari za kiuchumi zinazoweza kutokea kutokana na mvutano wa kibiashara kati ya Tanzania, Malawi pamoja na South Africa, wakisisitiza umuhimu wa tahadhari na mazungumzo ya kidiplomasia ili kuepuka madhara kwa wakulima, wafanyabiashara pamoja na ushirikiano wa kikanda ndani ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, SADC. Onyo hili linakuja baada ya Waziri wa Kilimo Hussein Bashe kutangaza kwamba Tanzania itasitisha uagizaji wa mazao ya kilimo kutoka Malawi na South Africa kuanzia mwezi Aprili 2025 iwapo nchi hizo hazitaondoa vikwazo vya kibiashara ambavyo vinaonekana kuwa ni vya kibaguzi. Waziri Bashe alieleza kupitia mitandao ya kijamii kuwa juhudi za kidiplomasia zimegonga mwamba, akitaja marufuku ya Malawi dhidi ya bidhaa za Tanzania kama vile unga, mchele, tangawizi, ndizi pamoja na mahindi, lakini pia ugumu wa muda mrefu wa kuingiza bidhaa katika soko la Afrika Kusini. Hata hivyo, wataalamu wa ndani wameimiza utulivu pamoja na mazungumzo, wakionya kuwa hatua za haraka zinaweza zikaathiri wafanyabiashara wadogo pamoja na ushirikiano wa kikanda. Dkt. Lawi Yohana kutoka katika chuo kikuu huria cha Tanzania alishauri kuwa Tanzania inapaswa kutafuta masoko mbadala kama vile Kenya, Sudani Kusini pamoja na Namibia badala na ya kujihusisha na migogoro ya kibiashara. Aidha, alionya dhidi ya kuzuiwa kwa uingizaji wa mbolea kupitia bandari ya Dar es Salaam, akisema kuwa hatua hiyo inaweza kuwafanya majirani kutafuta njia mbadala kupitia Msumbiji na Angola, na hivyo kuathiri uwekezaji unaofanywa katika bandari ya Dar es Salaam. Na bandari ya Kilidori ya Mtwara. Dkt Ana Tem kutoka katika Chuo Kikuu cha Sokoine SUA alisisitiza athari kwa vijana wanaojihusisha na biashara za mipakani, akisema kuwa marufuku za ghafla zinaweza zikawaacha katika hali ya hatari bila mitandao ya usalama. Mkurugenzi mtendaji wa Chemba ya Biashara Viwanda, pamoja na Kilimo Tanzania TCCIA, bi Mwanahamisi Hussein alisisitiza umuhimu wa kutumia njia za kidiplomasia zilizopo katika kutatua migogoro ya kibiashara. Wakati huo huo, mbunge wa Nzega vijijini Dkt Hamisi Kigwangala aliunga mkono msimamo wa serikali akisema kuwa Tanzania lazima ichukue hatua za kulinda wakulima pamoja na wafanyabiashara wake. Wadau wengine walitoa maoni yao wakieleza kufadhaika na kuhitaji hatua za kimkakati. Bi Sabina Alois aliandika katika ukurasa wake wa Instagram akihimiza uwekezaji katika viwanda vya kuchakata mazao ya kilimo ili kuepuka upotevu wa mazao kama vile ndizi. Naitwa James Atilio, mtaalamu wa masuala ya uchumi sera na mipango.